Jitokeze kupiga kura, jitokeze kupiga kura! Hivi kwa nini tunalazimishana? Kwa nini tunalazimishana kupiga kura? Kwa nini unanilazimisha mimi nikapige kura? Hiyo kura napiga kwa ajili ya ku, kuishindanisha kura yangu na kura ya nani? Musilete ujinga, musilete ujinga! Hivi hizi namba zetu za simu anayewapa ni nani? O, jitokeze kupiga kura pumbavu zenu bwana. Kuna huyu mzee ambaye anachukizwa na kitendo fulani e, nachukizwa na kitendo hichi ambacho e, watu kumlazimisha yeye kupiga kura, ama watu kumuulize bwana, Oktoba unaenda kutiki ama hautiki e, sasa huyu mzee ameamua kueleza kila kitu, ameamua kufunguka mambo yote rasmi e, kwa kusema kwamba hataki mtu amlazimishe kupiga kura. Akipiga ni haki yake, asipopiga pia ni haki yake, sababu yeye ndio ana haki ya kujamulia yeye mwenyewe. Sasa anasema kwamba kuna wale washikaji ambao lazima wakuulize, bwana, unaenda kumpigia kura nani? Ama Oktoba unatiki ama hautiki bwana? Huyu mzee ni kama amechukizwa sana na kitendo hichi cha yeye kuulizwa mara kwa mara. Sasa kuna video yake nimeiweka hapo mbele akiwa anasimulia uh, mwanzo mpaka mwisho. Usikose kuitazama video hiyo, uh, iko hapo mbele tu, baada ya hii clip yangu kuongea ikimalizika tu, inayofuata ni hiyo video ya huyo mzee. Yes, e bwana, kuna huyu mzee ambaye anatendi sana hapa mtandaoni. Anasema kwamba kuna watu eh, wanamlazimisha yeye kwenda kupiga kura eh, wanamwambia bwana a, Oktoba tarehe 29 bwana, tokea tukapige kura ama tukampigie kura mtu fulani. E, sasa alikuwa anaongea hivi, e, kwa kuwajibu wale ambao wanapenda kuwashauri wenzao twende tukapige kura, japokuwa sio jambo baya ni jambo zuri, sababu unapopiga kura ndio wewe mwenyewe una unajamulia kumchagua kiongozi yupi sababu kuna watu wengine hawapigi kura mtazamaji, alafu baada ya kiongozi akishachaguliwa, yeye ndo analalamika, anasema oh, mtu fulani ko hivi, wakati yeye yule mtu aliyekuwa namtaka hakuenda kupiga kura. Pengine hata kura yake ingempitisha yule ambaye e, alikuwa namtaka, lakini kwa sababu hakuenda basi kura, kura yake ikakosekana pale na mtu yule akaweza kuanguka. Sasa baada ya kuchaguliwa mwingine, yeye anazidi kulaumu tu. Sasa kupiga kura mtazamaji uh, ni muhimu sana, lakini uh, kila mtu anajitambua na kila mtu anajielewa. Ukiona uh, mtu ana kitambulisho basi jua pia ni mtu mzima. Haina haja wewe uanze kumshurutisha, umwambie, bwana twende tukapigie kura mtu fulani. E, sio jambo zuri e, hata kidogo. Sasa huyu mzee alikuwa anaongea sana uh, wale watu alikuwa anawaonya, wale watu wanaomwambia yeye kwamba wakapige kura E, anasema hawafai hawafai kumlazimisha yule kiongozi anayemtaka basi atakwenda uh, kumpigia uh, kura. Na pia uh, maandamano yanakaribia uh, kuna wale wamepanga maandamano uh, tarehe ishirini na tisa e, sasa hawa ni wale ambao wamesema hawatiki, lakini kwa wale E, wengine ambao wamesema watatiki basi tufike pale tarehe 29 mwezi wa kumi, a, uweze kutiki pale kuanzia juu mpaka chini, yani napomaanisha juu mpaka chini, unachagua kiongozi kuanzia rais e, mpaka huku chini e, kabisa kabisa, ama kuanzia chini mpaka huko juu, kwa upande wa rais e, kwa wale ambao watatiki. Ila kwa wale ambao wamepanga maandamano, basi hapo mtazidi kujua wenyewe na jeshi la polisi na hata pia uh, wanajeshi wenyewe wakiamua kuingilia kati, mnajua balaa lao. Eh, bwana Mange Kimambi anazidi kuongea sana kuhusiana na swala hili la maandamano uh, lakini kuna watu wengine wameamua kumkosoa kwa kumwambia kwamba wewe unajifanya kuwa unapanga maandamano yawepo, lakini wewe mwenyewe uko ngambo huko. Eh, maandamano yakifanyika utakuwa watoto wenzao watakwenda kupigwa marungu kule na kuchezea viboko kucharazwa viboko, wewe utakuwa umetulia zako nyumbani, lakini kwa mtandao hapa ndio unajifanya ho, Oktoba hatutiki, Oktoba 29. Lakini mwisho wa siku wewe itakuwa haupo mahali popote, utakuwa umejifungia nyumbani, e, unakula bata, taarifa unazionea tu kwenye TV, ama kwenye televisheni ama kwenye simu eh, lakini kutokea huku kuja kupambana tatakuwa haupo. Kwa hiyo watu wamezidi kumkosoa Mange Kimambi kwa kuunga mjadala wake huu wa maandamano wa tarehe 29 Oktoba, ama vile mwezi wa kumi. E bwana, uh, zidi kusubscribe na nazidi kukuletea habari zingine ambazo zinazidi kuchipuka hapa mtandaoni kila kukicha cha msingi tu na subscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV, alafu una like una share pia, kwa ndugu jamaa na hata marafiki zako ambao pia nao wangependa kuzipata habari eh, kama hizi.